Rais William Ruto ameongoza viongozi mbalimbali kutoka eneo la Magharibi kuhudhuria ibada ya Jumapili katika eneo bunge la Lugari, Kaunti ya Kakamega. Kiongozi wa taifa aliahidi kuendelea kuimarisha sekta ya kilimo cha miwe eneo hilo. na Disemba vilevile, mimi nakuja Nzoia kupatiana bonus. mimi nitaenda Jemeli, mimi nitaenda Moroni, mimi nitaenda Soni. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba kilimo ya miwa haileti umaskini, inaleta utajiri katika sehemu hii. Hata hivyo, siasa za eneo la Magharibi hazikuepukika. Hii ni baada ya mbunge wa Sirisia John Waluke kumsuta gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kwa madai kuwa na hujumu maendeleo inayofanywa na serikali kuu pamoja na kuwachochea wananchi dhidi ya viongozi wakuu wa eneo hilo. Hakuna kitu analahesabu, nini Natembeya? Tunataka wale watu wanaweza wale, tunajua labda ako na chama, mtu hata hana chama, unasema jina yake ya nini? Wito mmoja wa jamii ya Mlembe ulichipuka huku, viongozi wakitakiwa kushirikiana kwa pamoja ili kumteua mmoja wao kuwakilisha katika ngazi ya kitaifa. Walimrai rais kumteua kiongozi mmoja kutoka eneo hilo kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Tunataka chama moja na tunataka kandideti mmoja yule ambaye Mheshimiwa William Ruto anaweza sema awe running mate yake, lakini sio waine uungane ndiposa tupate kura, tuweke kura zetu zote kwa kikapu kimoja. Tukisimama pamoja, sehemu zingine zikisimama pamoja Kenya itasimama pamoja. Baadhi yao waliahidi kumuunga mkono Rais William Ruto ili achaguliwe tena kwa mhula wa pili. Sisi kama jamii ya Waluya, kulingana na desturi yetu, lazima tukupatie two terms. Hii ikiisha tunakupatia ingine, ndio maneno yakuwa sawa sawa ya kusonga mbele. Mungu awabariki sana. Nione wa Kristo wenye wanasema Ruto two term two term two term bila kupingwa. Inzi lazima akufe, lakini nategemea unakufa namna gani? Ile inzi iko na akili inakufia kwa maziwa. Ile inzi njinga inakufia kwa choo. Mimi siwezi kufia kwa choo, mimi nakufia kwa maziwa Mheshimiwa Rais. Kama watu wa Western tutatembea na rais wetu ambalize muhula wake wa kumi ndio tuanze kuongea mambo mengine. Eneo la Magharibi lina baadhi ya viongozi wakuu walio na nia ya kugombea urais. Miongoni mwao ni Spika wa Bunge la Kitaifa, Moses Wetangula. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa, wa Roots Party George Wajokoya, waziri wa mashirika Weekly for Paranya, na wa hivi punde ni gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Uh, Reverend Thomas Mtimba aweze kufungua ipata kirasmi. Nikiripoti mtazamo wa dira ya runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.